Mashindano ya watu wenye ulemavu yanahusisha walemavu wale wa wale akili walemavu wa wavi, viungo na wale wenye uoni hafifu. Lengo la mashindano haya ni kuweza kupata wachezaji ambao watakilisha nchi yetu kwenye mashindano ya watu wenye ulemavu ya dunia na baadaye tuje tushiriki mashindano ya Paralympic ambayo yatafanyika mwaka 2028 kule Los Angeles Marekani. Serikali kama ilivyo kawaida yake tunaendelea kuhakikisha tunawajali watu wote katika taifa letu wale wenye ulemavu na wale wasio na ulemavu, na tunazidi kuunga mkono jitihada ambazo zinaonyeshwa na chama cha Paralympic Tanzania pamoja na wafadhili wote ambao wamejitokeza kufadhili mashindano haya ya kuweza kufanyika. Ombi langu kwa wazazi, tunafahamu kwamba watoto au watu wenye ulemavu wako wengi katika nchi hii na ulemavu sio kosa wala sio dhambi, ni mapenzi yake Mungu. Ameamua, ameamua nani awe hivi nani awe hivi wasiache kuwaruhusu vijana wao watoto wao wapendwa wao kuja kushiriki mashindano kama haya. Wakiwazuia wananyima fursa ya kushiriki michezo kama haki yao ya msingi. Ila ninaomba tu sasa wana kwa kwa wale ambao ua wanafikiri kwamba walemavu hawawezi kucheza watakuwa wanakosea. Mtu yoyote mwenye ulemavu anaweza kucheza. Wewe, na kwa hiyo waendelee kushirikiana na Paralimpiki kuhakikisha kwamba vipaji vya wanamichezo hawa tunavitumia ipasavyo kwa mastakabali wa maendeleo ya taifa letu. Kumbuka kwamba kutoa heshima kwenye nchi yeyote ile ni jukumu la kila mtu, bila kuangalia kwa katika hali gani. Tunaweza kushangaa tukapata medali nyingine ya dhahabu ya dunia kwa kupitia watu wenye ulemavu. Sasa ili tuweze kuipata lazima tushirikiane nao. Baraza la Michezo la Taifa BMT tutaendelea kushirikiana na Paralimpiki na watu wote wenye ulemavu kuhakikisha kwamba wanacheza, vifaa vinapatikana, wanashinda na kujenga maisha yao kupitia ulemavu waliokuwa nao kwenye mchezo na mashindano yetu ya tatu ya kuibua vipaji vya watu wenye ulemavu katika mchezo huu wa kuogelea tumekuwa na waogeleaji mia moja na mbili kutoka vilabu kumi na kwetu, hii ni rekodi, kwa sababu ni mara ya kwanza tunakuwa na waogeleaji wengi na wametoka sehemu mbalimbali, wakiwemo Saint Jafari ya Arusha. Kwa hiyo sisi kwetu ni furaha kubwa, na hii imefungua safari ya kuelekea katika mashindano ya Paralympiki 2028 kwa sababu tuna malengo kwamba kama Tanzania tupeleke waogeleaji wanaofikia wanane hadi kumi ili tuweze kuiwakilisha Tanzania. Kwa hiyo mpaka sasa hivi tumefurahi sana, mashindano yameenda vizuri okay, na yameweza yeah. Uh, na tumeona vipaji vingi na inaonekana yeah, kuna vipaji ambavyo viko tayari hata mwakani kuweza kushindana katika mashindano ya kimataifa.